Asalamu As alaikum, leo nilikuwa nataka sana kuongea hapa sababu hapa mna boya mmoja hapa, eh. Mna boya hapa mnambungi hapa, mna hapa. Sio mnajua ni boya ni boya kitu ambalo walijui kama linataka kuzama ama kuelewa lipolipo tu sio. Wenzangu wanamwita tikiti maji ndani kijani nje na sifa ya mwanaume, huwe na tabia inayoeleweka yeah, na ujasiri, si ndio? Jamani, mimi namfahamu Nape, nimekuwa naye, alinikuta bungeni, nimekuwa bungeni kule kwa bungen, awamu mbili na mafahamu simetusikia, jamani, yeah, ulikuwa ukitaja Lema, unajua kuna mbunge ametajwa, lakini hao wengine matikiti maji tu hao, si ndio, si ndio? Yeah, weupe eh? kuna wabunge kule eh?

aongei mambo ya maana zaidi ya ushabiki na kupiga ke mama, mama, mama, mama na mama. Unakumbuka alimtoa huyo, eh, aliona ana adabu, si ndio? Sasa niwaambie kwa nini alimtoa eh? Hamna mbunge hapa? Kuna mbunge hapa? Kuna mbunge hapa? Mna tikiti maji sawa. So, wabunge tulikuwa sisi. Ukisikia Makinda anasema sasa mheshimiwa Lema anafuata, unaona waziri mkuu Pinda anaenda kutafuta maji ama anaenda kunywa sijui yule, nakwenda wala sijui, kwa sababu tulikuwa tunaongea mambo yenu, matatizo yenu, na mambo ya wananchi. Sasa mtama, mmesikia ile neno. No reforms, no election. Yaani bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakuta kuwepo na uchaguzi. Sasa nataka niwafafanulie maana ili neno ili neno maana yake sio tutazira uchaguzi, wakinyang'ania kufanya uchaguzi bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi ambazo nitawaeleza wananchi wote, mtatoka ndani, mtaandamana, maandamano ya amani kuzuia uchaguzi usifanyike. Arusha tafanya hivyo, Kilimanjaro, Manyara, kila mahali. Na sasa tunawahamasisha watu wa kusini, ambao nyie ni wahanga sana wa utawala wa Chama cha Mapinduzi, mmefanya kuwa masikini sana nchi hii. Ukitafuta masikini wakubwa kabisa, kusini, wako kusini, lakini ndo mahali ambako kuna rasilimali nyingi, kuna gesi Mnalima ufuta mna korosho mna miogo mna bahari mna uvuvi, lakini wazazi wetu ni maskini, wadogo zenu ni maskini, maisha yenu ni mabaya, alafu mna mbunge kazi yake bungeni ni mama anaopiga mwingi, mama mama mama wake yule yule, namshukuru mama, amwasikia nini? Huh? <inaudible> tunamshukuru mama kwa hii barabara ya lami mama, <speaking> people. Na hapa alipita bila kupingwa, kwa sababu hawezi ushindani navowaona nie naye, hawezi pata asilimia kumi ya kura kutoka kwa hivyo anaweza, hawezi ule mfano wetu unaendelea. heshima hapa hii meza yote mpaka unendanjo mpaka nasosoma ndugu zangu, no reforms, no election. Maana yake nini? Na polisi mwangalie, ili mjue, kwa sababu na nyie mnahusikaga kwenye ukabaji wa demokrasia na wizi wa kura, mnahusika sana, ndugu zangu. people kwa nini tunasema no reforms, no election? mama mmoja njoo Mama mmoja, mama mmoja, ndio ndio, ngoja ngoja. Ngoja ngoja, ngoja, ngoja wewe. Wewe na mama, mama hapa. Njo njo, ngoja. Eh, sio Samia, njoo njoo mheshimiwa rais, lakini nakuomba radhi kwamba lakini wewe sio Samia, njo Ndugu zangu sikiliza, kwa nini tunasema no reforms no election? Kwamba kama mama zangu, naomba utulivu wapenzi, sawa wapenzi, utulivu kidogo wapenzi. Tunaposema no reforms no election, maana yake ni hii. Huyu ni Rais Samia, tayari ni mgombea, na rafiki yake yule anaitwa Nchimbi, ule katibu mkuu wake, sio? Sasa huyu anamteua huyu kuwa mwenyekiti wa mwenye tume ya uchaguzi na anamteua huyu kuwa mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Yaani huyu anayegombania urais na huyu mzee, ni mgombea urais wa Chadema huyu wa CCM, huyu anateua hawa, hawa ndio wasimamizi wa uchaguzi na watakaotangaza matokeo. Huyu wanamwambia huyu Raisi, Huwezi teua refa na lazimeni wakati mimi na wewe tunashindana, wa hawa watu wanatakiwa kuwa huru. Huyu hataki, ana mpango gani? Sikuiba yeah! hivi mmenelewa yeah! Yani, huyu ndo rais wa nchi na ndo mgombea wa Chama cha Mapinduzi, anamteua mwenyekiti wa tume na mkurugenzi wa tume ya uchaguzi wanaotangaza na kuratibu uchaguzi, alafu tulia Alafu huyu si mna mkurugenzi wa halmashauri hapa? Anampewa huyu mkurugenzi wa halmashauri. Huyu ndiye atakayesimamia uchaguzi hapa chini. Huyu analipwa mshahara na huyu. Alafu huyu yuko chini ya huyu mkuu wa wilaya. Hapa kuna wilaya. Huyu huyu ni mkuu wa wilaya. Huyu mkurugenzi yuko chini ya huyu. Huyu ameteuliwa na huyu. Huyu ameteuliwa na huyu. Huyu amete John, John, John, John. <laughs> Alafu huyu ni OCD. Huyo OCD mkuu wa wilaya huyo, huyo OCD, bosi wake katika wilaya ambaye ni mwenyekiti wake wa kamati ya ulinzi wa usalama ya wilaya huyo OCD, wewe ndiwe huyu mkuu wa wilaya. Bosi huyo OCD, hawa polisi ni huyu mkuu wa wilaya. Alafu huyu mkuu wa wilaya ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Chama cha Mapinduzi. Hawa wote, hawa, hawa ni watu wameteuliwa na mchezaji mpira wa Simba na Yanga, mtu akipigwa kwato katikati, manara sasa toa penalti. Sasa hawa wote hao ni wateuliwa wa rais na ndio wasimamizi wa uchaguzi na ndio maana serikali za mitaa wanaiba udiwani, wanaiba ubunge, wanaiba urais, wanaiba kwa sababu hawa wanaosimamia uchaguzi wameteuliwa na mtu mmoja, na huyo mtu mmoja anashindana na sisi. Tunasema, Hatuna shida na wewe kutushinda kielani, Mama Mheshimiwa Rais. Hatuna ugomvi kabisa. Ila ugomvi wetu ni kwamba utushinde kwa haki. Hii tume tunataka iwe huru usi

akisema mimi ni wakala mtendaji, anapewa mamlaka yule mtendaji kata ambaye ni msimamizi msaidizi, wa kuita polisi na kumwondoa, anachukua ndoma, anafanya fujo, kituo kinabaki bila wakala wa upinzani. Mnaelewa people mtendaji. <laughs> Alafu sasa M yule msimamizi msaidizi mtendaji, njoo wewe utakuwa mtendaji, amnaga mtendaji. People. Sasa huyu mtendaji ambaye ni msimamizi msaidizi simnaelewa anachosema mpendwa, yeah. Huyu amepewa mamlaka na kanuni kwamba eti huyu kwa kuona inavyofaa, sikiliza yeah. Eti mtendaji anaweza akaona aa, hapa palivyokaa hapa pa apafai kuhesabia kura. Kwa hiyo anamwambia askari alafu kituoni mimi kura sasa kuhesabia hapa Mtendaji anaweza kaamua kura za kata hii zikahesabiwa ni mjini, ndivyo yeah! anavyofanya ndivyo anavyofanya, sio ndio? Hivyo mama, sio kwa mheshimiwa Rais, ujirekebishe, ujirekebishe sasa. Huu pumbavu lazima tuukomeshe. Naomba mnielewe, watu wa Mtamu. Sisi hapa bila nyie, sisi ni dhaifu. Nguvu yetu ni nyie, msipotuelewa nyie, sisi ni dhaifu. Mimi nimeingia kwenye siasa nikiwa mdogo sana, mdogo kabisa, na nimepigana kwenye siasa kwa moyo wangu wote. Nimetatia nchini, sina deni nchini Nimeenda jela, mi nimeenda polisi zaidi ya mara mia moja na hamsini kwa sababu ya watu. Nimeenda magereza, nimeenda mahakamani na nikakimbia na nchi, si mnafahamu likimbili kanani, na mheshimiwa nisho nikimbia. Hii kazi waifanye kwa ajili ya watoto wetu hao na dile wazazi, pengine mtuelewi hao watoto ko tunakoenda watakuja kufukua makaburi wachape, wachape, wachape maiti figo sababu hatuelewi hii sina umia mimi niangalia Lindi mjini yele wa asubuhi. Nimezunguka yote asubuhi ile. Nikasema hapa anatoka waziri mkuu ama anatoka konda mkuu. <laughs> Lindi ndio nimeangalia. Nimeiangalia Lindi kuanzia ki, Kilwa Kivinje. Angalia bichi ya Lindi ni nzuri kuliko bichi ya Dar es Salaam wenye bichi ya Mtwara. Mnalima kila kitu kinastawi. Unapi wanauza mayai machinga wa nchini wanatoka kusini. Nyie mmeitwa machinga, wanauza barafu Dar es Salaam, wanauza sumu za paa Dar es Salaam, wanauza korosho, wametoka kwenye ardhi kubwa yenye yani, rasilimali, kuna utajiri wa gesi, kuna bandari, alafu mnacheka nao maboya na bahati mbaya, hata tukiwambia nyie ni maskini hamtuelewi kwa sababu mnafikiri mmeumbiwa hiyo hali na mmezoea huku. Inshallah, ukila leo ukakosa leo, ni mapenzi ya Mungu. Sikiliza weo, sio bora kula vizuri ndo mapenzi ya Mungu, kula vibaya ni mapenzi ya sisiemu. Mbona <coughs> wao hawali vibaya? Mbona wao hawali vibaya? Hata mimi sili vibaya, sili vibaya. Watu wangu mimi, awasome shule zenu hizi hizi hizi hizi like, za katri Baba na mama anakula. Anakula wali na maharage. Vis, ni shule shule hizo shule hizo. Sina, si ndio shule zote zenu? Hata watoto wa Nape, watoto wa Nape wanasoma international school. Watoto wangu wamesoma international school. Unalipa ada mtoto mmoja milioni 30 kwa mwaka. Ukiwa na watatu milioni 100 kwa mwaka. Sasa kama sisi tunaamini hizo elimu za shule ya kata ni nzuri, kwa nini tulipe mamilioni ya pesa kuhamisha watu kwenye hizo shule? Tukija huko, tunawaambia ndugu zangu wa Tanzania, tuboreshe elimu ipi? Ipi? Ipi? Ipi? Nioneshe mjukuu Samia anasoma kwenye hizo shule. Ya mbuga za wanyama Tanzania ni Serengeti, Ngorongoro, eh za wanyama ya kwanza Tanzania ni a Ngorongoro, b Mikumi, C. Selui, d Serengeti. alafu mtoto akiandika Serengeti ndio anaenda shuleni na mwalimu mwalimu, naye anakuambia alipo boya mtoto aliyefaulu kuliko wote wa kwanza katika shule ya msingi Mtama ni Juma bin Rashidi amepata alama A. alama ya A, kufanyaje? mbuga za wanyama ya kwanza Tanzania ni Serengeti ubao Kujua mbuga ya wanyama kwa ukubwa Tanzania ya kwanza ni Serengeti, ni akili. Watoto wa kizungu wanafundishwa kufikiria, international school wanafundishwa kufikiria, wanafundishwa kubuni, wanafundishwa kuhoji, wanafundishwa kudadisi, na ndio hao watoto baadaye. Unaona watoto wa viongozi wanakuwa viongozi, watoto wenu wanakuwa manamba. Lazima tukate hii chain. Sasa unaikataje? Unaekataje hii chain, people Unaikataja ichei, sio kwa maombi. Mimi wana hasira kidogo na walokole, mimi ni Mkristo. Kuna hii biashara inaingia siku hizi, mnaitwa kwenye maombi ya unabii wa upako wa utajiri. Nyie nyie mnaenda kupakwa na mafuta, sio mtapakwa mpaka waii. Utajiri ni kazi, utajiri ni sera. Mama zangu, simanelewa, simanelewa sasa kukata hii hali mbaya ni moja sikiliza mama zangu ni moja moja kuondoa kufanya siasa za ushindani kuimarika katika nchi kwamba CCM wajue kwamba wakienda kwenye ushindani kama hawajafanya kazi ya wananchi pasazo wataondolewa chama kingine cha upinzani ukishatengeneza siasa ya ushindani kwamba chama kilichopo madarakani kikifanya mzana maisha ya watu kikifanya mzana elimu na afya na miundombinu na maisha mtu wenu, kitaondoka madarakani. Asilimia sabini na mbili ya vijana wa nchi hii hawana kazi. Kila kijana amekuwa bodaboda, kila kijana amekuwa bodaboda, kijana anaendesha pikipiki. Baada ya miaka ishirini, angalieni macho migongo na nyongo. Awa vijana wanaenda kuishi maisha magumu, anaamka saa kumi alfajiri kutafuta abiria. Mama mama ntilie, hata watoto wenu hawapati nafasi mijini watoto wakai na wazazi kabisa, watoto wanaharibikiwa tabia baadaye, mnaanza kusema watoto wa siku hizi hawana adabu. Sio hawana adabu, wazazi wa siku hizi hawana muda ukana watoto kwa sababu ya umaskini. Sasa hiyo, akina mama mtamu, tusaidieni, tusaidie mtakaposikia kauli imetoka Dar es Salaam popote kwamba usifanyike naniye polisi polisi iye mnahali mbaya mbaya kabisa. Mimi nimekuwa waziri kivuli wenu kwa miaka kumi, mshahara wa polisi wa miaka hamsini ni sawa sawa na posho ya mbunge na mshahara wa mbunge wa miezi sita. A vijana, unaona hapa, ha vijana wanahali mbaya Hakuna anayepata milioni sita kwa mwaka. Wa vijana walisimama hapa, bwana, mnalipo <coughs> <coughs> vibaya. Saidieni nchi kufikia malengo makubwa ya ukombozi wa nchi. Mkipokea amri, pokeeni amri za maana. Wakiwatishia kwa kufukuza kazi, kubalini sisi sio tu kazi. Mwenyekiti hapa amepigwa risasi, gari yake sasnanani, amelala hospitali miaka minne, amerudi kazini. Tunataka vijana ambao watakuwa tayari kuwa wazalendo, sio kwa kutenda dhulma ya amri, kwa kutenda haki, hata kwa kupokea mauti. Wakuwa polisi wanaume na wana wanawake, ambao mmeweza mkakataa, ukamwambia afande, amri hii ya kipumbavu sipokei, nipeleke jela, niue kwa sababu na wewe utaishi milele. Tunataka vijana kama hao. Ukivaa kombati ya polisi aikoneshwa ni jasiri, unakuwa jasiri kama unaweza ukasimamia haki. Ujasiri sio kubeba bunduki ya siri ni kusimamia haki na kweli. Kwa wakati mwingine, nikituma kuonea watu kwa kwa kwa nini nini nini tunaonea, tunaonea watu watu, tunatesa watu, mnatesa mama zenu, watoto wenu, naishia kwa mapolisi mishara midogo, hao kijana anahamishwa Sumbawanga, anahamishwa Kigoma anaenda kijijini kwao, anauliza bei ya kiwanja, anaambia milioni hamsini. Unasikia, baba alikuwa amekaa sebleni anaangalia mpira, akaomba maji, akasema kichefuchefu, basi bwana akamchukua. Sio bwana, mawazo amepewa milioni ishirini ya kuwa mgombea wa makamu wa rais. Nafasi hiyo haina maana, kwa sababu hataishi milele. Wanaweza wasifike hata kwenye uchaguzi. Watoto wao wanahitaji nchi yenye uhuru na haki, ambayo kila mtu ataheshimika, sio kwa jina lake, bali kwa ubinadamu wake katika taifa letu. Ndugu zangu, muda umeisha, na mimi nilikuwa na hasira sana. Utikitimaji wenu kweli, nikaona nikianza naye sana poteza muda mwete, tusongea mambo yetu ya msingi. No reforms na elections, sio sasa. Namkaribisha mwenyekiti wetu wa kanda, kamanda Mayala. Lakini toka Mayala tumekuja hapa, nimekula samaki, korosho sijala